Tulihitaji wa tulievite ba bosi ya maben ba proprietaire ya maben kukikao kabambi, ni kuhusu sensibilisation kununua siras na zingine madokima mbalimbali za magari permi vinyete na vingine vingine. Ni kuwaonesha danje ya mutu mwenye kuna gari unatia gari barabarani na dokima, kwa mfano wa siras iko danje kabambi kwa mfano, mtu akikua kometre aksida inawaka problemi kabambi saa, una asiras hautapata mtu akusuluhikia mesa huko na asiras. Ah, maneno na ji na jipeleka. Tulialika mkubwa wa pesa ni kukuja raforce kuonesha avantage ya mtu mweniko na asiras na mwingine kuna iko na permiki hakuna mtu mweniko na ile madokima au kwa tatizo fulani akada aksida kwa mfano

ile mambo ya, ya sirasi na zingine dokima tangu hu, mwanzo huu mwaka tumefaa karibu 50 aksida 7 zeziko mortel na zakabambikabambi kabisa, ilikuwa aksida karibu tatu hivi zeziko kabisa matata aksida, ziko zinakuja kupitia njia mingi nyingine, kutokumetrize kode de la route na eta ya mabarabara vile vula iliko chanzo ya pombe, iko chanzo ya maksida ya fulani fulani. Tunaambia wasofere wetu wa wajue ke mtu aezitembeza bila permis de conduire. Permis de conduire kwa maana sana kwa kila shofer na gari, siras haiko bi vile noma. Mtu anakuwa na asirasi inaproteje gari, unalala busingizi, unayua ke ah, niko na permi, niko na siras Nikifaa kisida kuko mutu moiko nyuma yangu mwenye atanisururikia.